Maelezo kabla ya kiapo. Kwa mujibu wa kifungu cha 31 cha Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 na kifungu cha tatu cha Sheria ya Viapo nambari moja ya mwaka 1986, mtu anayechukua madaraka ya urais wa Zanzibar kabla ya kuanza wadhifa huo atakula kiapo cha uaminifu na kiapo cha kazi na viapo hivyo vitaendeshwa na jaji mkuu wa Zanzibar. Nina heshima ya kutangaza kwamba sasa umefika wakati wa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba na kisheria. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mimi Hussein Ali Mwinyi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 Mimi Huseini Ali Mwinyi na hapa kwamba nitazitekeleza kazi zangu za rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa uaminifu na uadilifu na kutimiza wajibu wangu kwa moyo mkunjufu na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba na sheria, nikiongozwa na haki, mila na desturi za Zanzibar bila ya kushawishiwa, woga, upendeleo au chuki na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Waheshimiwa viongozi mbalimbali, ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kiapo kimetamatika rasmi, ambapo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar sasa na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya nane, kipindi cha pili. Tunaomba tumshangilie. Useni Ali Mwinyi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anasema asanteni sana, hongera zimetawala kweli kweli. Tunaomba, peperusha bendera, peperusha, peperusha. Mheshimiwa Dokta Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Tukio linalofuata sasa ni dua pamoja na sala kutoka kwa viongozi wa madhehebu ya dini. Inaombwa sasa nimkaribishe naibu mufti mkuu wa Zanzibar Shekh Mahmud Musa Wadu atuongoze kwa dua. Karibu. Inaombwa tuwe watulivu wakati wa dua. Bismi llahi rahmani rahim. Shukurani zote zinamstahikia Mola wetu mtukufu. Sala na salamu zimshukie Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi alaihi wasallam, mbora wa viumbe vyote. Ya Rabbi, sisi waja wako ni dhalili kwako, tunakuomba umjalie kila laheri mja wako Dr. Hussein Ali Mwinyi aweze kuimudu dhamana uliyomkabidhi ya urais, na umwezeshe kuwaongoza waja wako wa visiwa hivi vya Zanzibar kwa uadilifu, pamoja na kuulinda na kuuenzi udugu uliopo wa Watanzania. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakiri kwamba uamuzi wako ni wa hekima na busara kwani utakapo jambo lako liwe basi huwa. Ya Rabbi, wewe ndiye unayechagua wajumbe miongoni mwa malaika na binadamu, na unampa ufalme umtakaye na unamuondolea ufalme umtakaye. Tumekuomba utupe kiongozi utakayemchagua wewe, na umetupa na sisi, sote tunaamini ya kwamba wewe ndiye umetaka na umetuchagulia rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa hekima zako na uchaguzi wako. Hivyo tunakushukuru kwa uchaguzi wako. Ya Rabbi, wazanzibari na watanzania kwa ujumla, tunakuomba uendelee kutupa mazuri yenye heri, Amani, utulivu, upendo, umoja, mshikamano, maridhiano na maendeleo katika nchi yetu. Amin. Ya Rabbi, mpe maono mja wako Dr. Hussein Ali Mwinyi na umwezeshe kuchagua wasaidizi watakaolingana fikra na mawazo mazuri katika kuijenga nchi hii kusimamia na kulinda ustawi wa watu wake, kuyaenzi mazuri yote aliyoyawekea msingi rais wa awamu ya kwanza, marehemu Shekhe Abeid Amani Karume, pamoja na kuyaendeleza yaliyotangulia katika awamu zilizopita. Mzidishie ubunifu na utendaji mahiri katika kuilete, kuiletea maendeleo nchi yetu umpe umri mrefu wenye siha na afya kamili na umwezeshe kutuongoza katika uadilifu kwa muda wa uongozi wake yeye pamoja na wasaidizi wake. Amin, amin. allahumma ij'al hadha lbalada aminan mutmainna allahumma adkhil fi qulubina allutfa walamna walistiqrar